Ndiye mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mna e, mnamkumbuka e, anafahamika kama Strong Income. Hilo ni jina la ki jina la kibiashara, anaitwa ni dada anaitwa Strong Income, naye ameshtakiwa pamoja iyo, iyo na Nifa katika hiyo kesi ile inasema namba 2338 ambayo inabeba mashtaka ya ya uhaini. Majina yake rasmi anaitwa Ruth Melda Bond Gregory Sila ila almaarufu e, strong man nini strong income Mtafahamu kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni wapi huyu binti yupo, na kumekuwa na sintofahamu kwa mtaani kwamba pengine yuko huko au yuko kule, lakini hatimaye amekuja, tunatumia neno kwa uangalifu kuibukia eh, mahakamani, kwa sababu kama eh, watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza, hii sintofahamu pengine singekuwepo, singe ni watu tu kusema bana wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tuna mchakata kisheria na atafikishwa mahakamani. Lakini wamepotea, ametekwa, vitu gani? Ni kwa sababu ya kama nilivyosema, kuna watu tunaamini wa kutekeleza majukumu yao e, kadi ambavyo kadi ambavyo ina, inapaswa ina. Kwa hiyo wote hao kwa pamoja, kama nilivyosema, huyu e, strong income pamoja na almaarufu Nifa wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa mashtaka ya uhaini katika kesi ndio niliyoitaja. Kwa hiyo hiyo tumeichakata hivyo mashtaka. Baada ya kutoa hoja zetu, wameomba muda wa kwenda kujibu, na tutarudi tena tarehe 11 mwezi huu kwa ajili ya wao kuja kujibu, na baadaye mahakama iweze kutoa eh, majibu kuhusu hoja zetu laki...